Kanali mstaafu James Gitahi Nguyo, rubani wa zamani wa jeshi la Kenya na wa ndege za kibiashara, anayejulikana kwa kuwasafirisha marais wa zamani Mwai Kibaki na Daniel arap Moi, ameaga dunia. Gitahi alipoteza maisha kwa huzuni katika ajali ya barabarani katika makutano ya Kyumvi kwenye barabara kuu ya Mombasa, baada ya gari lake kugongana ana kwa ana na lori lililokuwa linakuja kwa kasi, na kusababisha mlipuko wa moto. Ajali hiyo ilitokea saa 11 jioni Jumatano, Machi ya tarehe 5, na kuacha gari la rubani huyo mstaafu likiwa limeungua kabisa huku mwili wake ukiwa umechomeka vibaya kiasi cha kutotambulika. Alikuwa peke yake ndani ya gari wakati wa tukio hilo. Gitahi alikuwa mume wa Beti Batuli Montet, seneta mteule kutoka chama cha Orange Democratic Movement. Kwa mujibu wa mashuhuda, rubani huyo mstaafu wa jeshi alijaribu kulipita lori jingine, lakini akakosea kuhesabu umbali wa lori lilokuwa linakuja mbele yake. Mgongano huo ulisababisha gari lake kutoka barabarani, likashika moto na kumteka ndani. Kwa bahati mbaya, wahudumu wa dharura hawakufanikiwa kumfikia kwa wakati, na hivyo kupoteza maisha yake. Hata baada ya kustafu kama rubani wa jeshi Gitahi aliendelea na taaluma yake kwa kufanya kazi kama rubani wa ndege za kibiashara katika uwanja wa ndege wa Wilson. Akiwa rubani wa jeshi, Gitahi alipata heshima ya kumsafirisha rais wa zamani Moi. Kwa takriban miongo miwili, alihudumu kama rubani wake wa kuaminika na rasmi. Pia alipata fursa ya kumsafirisha rais wa zamani Kibaki. Wakati wa utumishi wake jeshini kama rubani wa jeshi la anga la Kenya, alihudumu kama rubani wa marais hao wawili kuanzia mwaka 1992 hadi alipostaafu mwaka 2010. Katika kipindi cha miaka 46 ya taaluma yake, Gitahi aliwataja marais hao wawili kuwa na tabia zinazotofautiana kabisa. Alibainisha kuwa Moi alikuwa mtu wa kijamii na mzungumzaji, ilhali Kibaki alikuwa mtu wa maneno machache. Spika wa Seneti, Amason Kingi, amepeleka rambirambi zake kwa familia na kutuma ujumbe kwa seneta montage.